Habari zilizotufikia hivi punde, ule wa kata ya Dunda kula kiapo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni za kudumu za halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo kwa wadhifa wangu wa udiwani, na kwamba nitahifadhi nitailinda na, nita, na kutekeleza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu za halmashauri kama zilivyowekwa kwa mujibu wa sheria na kwamba nitaitumikia halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo kwa uaminifu na kwa uwezo na moyo wangu wote. Ewe Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie. Akijawahi kutumika na mtu yote. kwa sababu tunakata kumi na moja bahati mbaya mwezetu ametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo hiki kilikuwa akijaanza matumizi kwa mtu yoyote ni kipya kabisa, kwa hiyo unakabidhiwa leo sina hakika kama taarifa zote zimeingizwa lakini, kama zimeingizwa, utaendelea kuperuzi, kwa sababu ni cha kawaida. Kama zimeingizwa, utafanyika taarifa zote zipate ili uweze kutumia na chenyewe, pia atakiwa kukitunza hiki. Kimewekwa kwenye system ya taarifa tu, sio sio kwa ajili ya matumizi ya simu au ni, ni nyaraka kama nyaraka nyingine za serikali, kwa sababu tumehifadhi vitu vingi vya serikali. Ukitupa hiki, lazima tujiridhishe kweli umekitupa, kwa sababu taarifa zake nyingi aua za baraza la mali kwamba ni mali pia halmashauri ya Bagamoyo, eh. Kwa hiyo sitokee mtu mwingine akakufanyia jambo jema sana, ukasema nakupa hiki, mimi nitanunua kingine, utakuwa umemtia kwenye matatizo. Vumilia katika yote, kwa maana atakayokufanyia, mzee akakufanyia jambo jema sana, ukasema chukua hiki, kwa sababu pia tunaagizwa tuvitoe tunavyovipenda. Kwenye dini tunaagizwa, si kitu umekichoka, ndio ambia shika mzee, hapo hujatenda, unatakiwa umpe unachokipenda.

tumezingatia mwongozo wa uandaji wa mpango na bajeti wa mwaka elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne lakini vile vile tumezingatia ilani ya chama chetu cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini Tumezingatia mpango wa tatu wa maendeleo ya miaka mitano ambao ndio unahitimisha dira yetu ya maendeleo kutoka elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili na ishirini na tano Huo ndio mpango wa tatu na unahitimisha kwenye dira yetu ya maendeleo, lakini tumezingatia mpango mkakati wa halmashauri ambao ni miaka mitano ai na malengo ya maendeleo endelevu tunaita sustainable development goals, mwongozo wa mpango wa fursa na vikwazo kwa maendeleo, lakini na kipengele chingine tumezingatia mwongozo wa kuandaa kama na bajeti za mshahara ya watumishi kwa mwaka wa fedha 2023 na 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, mawasilisho yangu hapa yametenganishwa katika maeneo matatu. Moja, kwanza, tutaona mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka ishirini na moja ishirini na mbili lakini tutapata fursa vilevile ya kupata mapitio ya mpango na bajeti ya mwaka ishirini na mbili ishirini na tatu kwa maana ya Julai Desemba, nusu mwaka kwa mwaka huo fedha tuliopo, lakini na tatu, tutaenda kwenye mapendekezo ya mpango na bajeti ya mwaka ujao kwa maana ya ishirini na tatu ishirini na nne. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kwanza na makadirio ya mapato eh, ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili Halmashauri iliidhinishiwa jumla ya bilioni 32.516 ambazo zilikuwa zinajumuisha bilioni 30.5 zilizoidhinishwa na kamati ya bunge na bunge Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kuna fedha tulipokea nje ya bajeti ambayo ilikuwa ni bilioni 1.9, hivyo kufanya jumla ya fedha zilizoidhinishwa kwa mwaka huo 2022 kuwa bilioni 32.516. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini hadi kufikia Juni 2022 jumla bilioni thelathini na moja pointi sifuri moja tatu zilikuwa zimepokelewa ambayo ni sawa na asilimia tisini na tano na inaonekana kwenye jedwali namba namba moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa makadirio ya matumizi kwa mwaka huu wa fedha ishirini na moja ishirini na mbili kama nilivyoeleza, tulizinishiwa jumla bilioni thelathini na mbili pointi tano lakini hadi kufikia hiyo Juni 2022 tuliweza pata kiasi cha bilioni 27 kiasi 2 bilioni 27.28 ambayo ni sawa na asilimia pointi, na mchanganuo wa matumizi hayo unaonekana pale ukurasa wa tatu hadi wanne. Mweshimua e, kwa, mwenyekiti kwa upande wa sasa wa mapato mapitio ya mapato na matumizi kwa bajeti ya 2h ishirini na ishirini na tatu ambayo mwaka tuko nao hivi katika mwaka huu wa fedha tumeidhinishiwa jumla ya bilioni 34.932, ambazo zinajumuisha fedha zilizoidhinishwa kati ya bunge na fedha tulizopokea nje ya bajeti ambayo ilikuwa ni milioni 688, hivyo kufanya jumla fedha, fedha, nne, mbili, ya fedha katika mwaka huu wa fedha tulizoidhinishiwa kwa bilioni 34.244, lakini fedha tulizopokea nje ya bajeti mchanganuo unaonekana pale kwenye jedwali namba namba nne. Mweshimu mwenyekiti, hadi kufikia tarehe 31 Disemba 2022, e, tuliweza kufanikiwa kupata kiasi cha bilioni 17.3 ambayo ni sawa na asilimia hamsini ya kiasi kilicho idhinishwa na mchanganuo kiasi hicho tulichokipata kwa kipindi hicho cha nusu mwaka inaonyesha kwenye mchanganuo hapo ukurasa wa tano. Mweshimu mwenyekiti, kwa upande wa matumizi katika mwaka huu wa fedha 2023 tumeweza kutumia kiasi cha bilioni 14.944 ambayo ni sawa na asilimia tatu, na mchanganuo matumizi hayo unaonekana kwenye jedwali pale kurasa wa tano. Mheshimiwa mwenyekiti, sasa tuende kwenye mafanikio ya halmashauri yetu. Ni vizuri tukajua tumefanikiwa nini, na katika utekelezaji wa bajeti lazima tujipime. Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ya Bagamoyo imekuwa ya kwanza kwanza kati ya halmashauri kwanza ana kutumia vifaa vya kisasa vya kidijitali, nafikiri shaeleza mwenyekiti hivi vifaa tunavyotumia vya vishikwambi, yaani tumepunguza tumekati cost. Hata mimi kwenye idara yangu ndani ya miezi mitatu nimetumia elimu moja tu, kwa hiyo hayo ni mafanikio. Badala kutumia katoni, badala ya kutumia milioni tano unatumia elfu kumi na tano ni mafanikio hayo. Mbili, halmashauri ya wilaya Bagamoyo imefanikiwa kushika nafasi ya kwanza kwa miaka mitano mfululizo katika matokeo ya mtihani wa kidato cha nne, yaani kuanzia elfu mbili na kumi na saba hadi elfu mbili na ishirini na moja Nchi nzima Bagamoyo ni ya kwanza kwa miaka mitano mfululizo. Hayo ni mafanikio makubwa sana. B tatu, halmashauri ya wilaya Bagamoyo imepiga hatua kubwa katika mchakato wa kupata mpango kabambe wa halmashauri Bagamoyo District Council master Plan. Tuna master plan sasa hivi kwa maana ya, ya, ya, ya, ya ardhi yetu. Halmashauri imeweza kutenga fedha katika vyanzo vyake vya ndani kwa ajili ya kutekeleza miradi mikakati ikiwa ni pamoja na kuna tunatarajia kuweka maegesho ya malori pale Ukuni, lakini kuna eneo la Badeko kwa muda mrefu sana limekuwa likikaa idle, litakuwa sasa very, very active kwa maana tumepata wawekezaji wa eneo la Badeko. Lakini halmashauri kupitia idara ya fedha imeimarisha halmashauri ya wilaya kupitia sekta ya kilimo, jumla ya wa wakulima elfu tatu mia moja tisini na moja wamesajiliwa kwa ajili ya kununua mbolea za ruzuku vijana mia moja na mbili wamepata mafunzo ya kutumia teknolojia ya kitalu nyumba katika kilimo na miongoni mwao vijana ishirini wamepata mafunzo ya ujenzi wa kitalu nyumba kwa ufadhili wa ofisi ya waziri mkuu. Aidha, wafanyabiashara wa zao la mpunga mia moja na mamalishe sita walihudhuria siku ya wa mkulima katika sikimu ya mwagiliaji Bagamoyo ambapo walishiriki katika utafiti wa kuchagua mbegu bora ya mpunga. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia idara ya fedha halmashauri e, imeimarisha ufuatiliaji na usimamizi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kutumia mawakala wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hivyo katika mwaka wa fedha e, kutokana na mbinu hiyo 2021/2022 halmashauri iliweza kuvuka lengo la makusanyo yake ya fedha, kwa maana kwamba tulipata asilimia mia moja na kumi ya mapato ya ndani, lakini vile vile halmashauri imeweza kutekeleza mradi wa ujenzi wa vyumba na vumba thelathini na tatu vya sekondari, nafikiri mnaelewa, ndio tumeshakamilisha na watoto wamesha wameshaingia kwenye madarasa ya 33 kwa kutumia ruzuku seri, ya serikali kuu, lakini halmashauri kuendelea kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa kutenga kiasi cha milioni 500 kama alivyosema mwenyekiti mwaka jana, mwaka huu wa fedha tumetenga milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi kuu kwa maana ya kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi wetu na ofisi hiyo itakuwa eneo lile la Ukuni kwa the, hizo ghorofa tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri imeendelea kuimarisha miundo mbinu ya sekta ya afya. Sasa hivi kituo cha afya kule Fukayosi nafikiri wote ni, ni mashuhuda, miundo mbinu imeisha kamilika, lakini kuna jengo la EMD hapo kwa ajili uh, ya ajali zikitokea na kuna nyumba ya mtumishi wenye thamani ya milioni tisini kule kule Fukayosi. Halmashauri ya Wilaya Bagamoyo katika mkakati wa kuinua wananchi kiuchumi kupitia makundi maalum imefanikiwa kusajili vikundi 56, ni pamoja na vikundi 12 na vya wanawake na 20 vya vijana na 14 ni mchanganyiko. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri pia katika mwaka fedha 22 23 kupitia mapato ya ndani imeweza kutoa mikopo jumla ya milioni 271.1 kwa vikundi 25. Na halmashauri ya wilaya kupitia kitengo cha utamaduni na michezo imepanua wigo hasa katika kuyafikia makampuni binafsi na taasisi za umma Mwenyekiti, ile mikopo ambayo imetolewa milioni moja inaonekana changano wake pale ukurasa wa saba. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tumepambana nazo, moja hapo ni mabadiliko ya hali ya hewa kuathiri shughuli za wavuvi na mambo mengine, fedha zilizoidhinishwa kutotolewa kwa wakati, baadhi ya vikundi vilivyokopeshwa kutorejesha kwa wakati. kupongeza kwa kutumia vishikwambi Afikiri ilikuwa naongea na Nadeli, naingia na budget ya stationery kwa mwaka alikuwa ikua na, naeakena karibuni milioni sabini. Kwa hiyo atakuwa amepunguza, lakini pia vinasekuta ameokua ame muda wa kusambaza kwa kila mtu, lakini hata so, muda wa kuprint, sababu ukishaifanya kwenye soft copy ule muda ingekua kuprint labda makabrasha kumi na saba kumi na ngapi kuna wino o inampongeza sana na nimpongeze kwa sababu pia ameset trend na ame challenge wilaya nyingine za mkoa wa Pwani. Ni jambo zuri la kimaendeleo, nafikiri kuna mengi ya kujifunza. Nikija kwenye budget, cha kwanza nimeona baraza na madiwani wote wamekubaliana nayo kwa, ina maana ni bajeti ambayo imegusa mahitaji ya kila kata na imegusa mahitaji ya wananchi na nyie ambao ndio mnawakilisha wananchi mmeiridhia. Kwa hiyo na mimi naamini kwamba ni bajeti ambayo imetokana na kile ambacho wananchi wangependa kuona serikali inafanya katika eneo hili la Bagamoyo. Lakini pia nimpongeze mkurugenzi uh, pamoja na nyie, nimeona kuna kuongeza kwa mapato kutoka bilioni 4.6 p6 kwenda bilioni 4.9. Kwa hiyo niwapongeze sana, bilioni nne a Eh, sindio? Kwahiyo niwapongeze sana mimi, wito wangu ni mmoja, tumesha panga bajeti kwende kwenye usimamizi wa bajeti. Ukiangalia bajeti yetu hapo karibuni bilioni ishirini na tatu tunaenda kwenye mishahara, kwahiyo ni rasilimali kubwa sana za serikali zinaenda kulipa walimu, tunaenda kulipa madaktari, tunaenda kulipa wafanyakazi wa halmashauri, inaenda kutulipa sisi madisi pamoja na kulipa posho za zanyewe madiwani. Kwa hiyo tusipotenda sisi hakutakuwa na thamani ya hizo fedha. Wito wangu mkubwa ni kwenda kusimamia, kwa kuwa idara wahakikishe wafanya kazi ambao wapo kwenye idara zao wanafanya kazi kwa kweli kweli, ili hii budget iende kwenye matokeo, kwa sababu kupanga ni kitu cha kwanza, kupata matokeo ni kitu na bilioni tano zinaenda kwenye miradi ya maendeleo, zinahitaji usimamizi mkubwa sana. Madiwani ni wenyeviti wa maendeleo wa kata, kwa hiyo tutategemea wataalamu watusaidie ku define milestone, ili madiwani waweze kusimamia. Kama ni mkuu wa idara ya ardhi unatuambia, kwa mwaka huu malengo yetu ni kupunguza migogoro kutoka hapa mpaka hapa, kwa hiyo diwani atafanya nini? atasimamia hilo. Kwa ni mwalimu wa shule, mwalimu mkuu, malengo yetu ya mwaka huu ni kutoa performance kutoka hapa kwenda hapa, na tutafanya moja mbili tatu kufika hapa, ili madiwani kama wenyekiti wa maendeleo wanafanya nini? Wanasimamia. Kwa hiyo wataalamu watasaidia kuchakata hii budget katika vitu ambavyo vinafanyika kwa kazi. Kwa kusema hayo, niko hapa Bagamoyo nikaimu, tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane tupeane taarifa, tufanye kazi kwa uwazi. Kama kuna mradi unafanyika sehemu fulani, ni vizuri tukajua, tumenunua shilingi ngapi, tumenunua kwa nani, mzabuni wetu ni nani, tumempa mkataba wa muda gani na kazi itakamilika ndani ya muda gani? Kwa kusema hayo machache, nimefurahi kufika Bagamoyo, nimekuja kufanya kazi na kazi iendelee.